viongozi kutoka North East Congo Union Mission NECUM wameendesha baraza ya mipangilio kwenye chuo kikuu cha Wasabato Lukanga. Siku ya kwanza walikutana na mapasta walei, pia wafanyakazi kwenye vyuo UNILUK EASTE pia ISTEM Lukanga kusudi kufikiria namna gani vyuo hivyo vinaweza ongeza ubora wake katika mambo ya elimu. Alipotoa neno la kufungua mkutano, Mchungaji Onesime Mugongo, katibu wa Nekum, aliwaita wasikilizaji wake kutumika katika umoja kila <tipu> mtaanlnyasifa ila mmoja ni hodari, muangalie kama dasemaushema ha alikuwa hakuna uwezekano huyu huyu huyu fulani haje ibada mzee wa kanisa. Mashauri mbalimbali yalitolewa naye mchungaji Kaindo Kiusa, kiongozi wa Nekum, pia mzee Kerosi mweka hazina. Kwa hivi ninawashukuru nyinyi wote, Mungu aendelee kuwabariki kwa kufuatana na michango ambayo mnayotoa. Hatunaamini ya kuwa shule yetu ya UNILUK itaendelea. yaililuki taendelea tutaweza kama tutaweza kuwasahau. Hapana, tutaweza mashauri kama kunapatikana fursa ya todusi utawaia. Wanafunzi kutoka sekta ya ufundi walipata nafasi ya kuonesha mambo ambayo wameunda wenyewe kama application inayojibu kwa maswali yote ya Biblia, pia application inayotahadharisha moto kwenye nyumba kupitia moshi. Application nyingine inayoweza zima television pia taa za nyumbani kupitia simu ama kompyuta. Ilikuwa ni muda mzuri wa viongozi kusikiza maoni ya kila mmoja aliyeshiriki ili kutafuta suluhisho kwa changamoto zinazokumba shule la Wasabato.

Walioshiriki walitoka eneo mbalimbali mbali kama Wicha, Beni, Lubero na penginepo. Hata kiongozi wa Kibali Ituri Mission, Mchungaji Kafunda, alishiriki vikao hivyo kama mwanamemba wa baraza. Siku ya pili, viongozi waliketi kwenye meza moja ili kupangilia miaka mitano mbeleni. Mwishowe, kiongozi wa UNILUK Mchungaji Profesa na Rekta Alembe Tata aliwashukuru wote walioshiriki wa na kutoa maoni yao kwenye vikao hivyo. Nikiripoti toka chuo kikuu cha Lukanga, mimi ni Muisa wa Mbamba Jason kwa niaba ya Hope News.